Nikukumbushe kuweka maoni yako chini ya video zetu punde tu zinapokuwa zimeweza kukufikia. Kocha ya timu ya Simba Sports Club Robertinho amesema amefurahishwa na kitendo cha winga Luis Jose Miquessone pungua uzito, akisema kurejea kwake kwenye kiwango na wepesi kutaiongezea kitu kizito timu yake, huku pia akisubiri taarifa njema za kipa aliyekuwa majeruhi ambaye ni Aish Manula. Kocha alisema Luis Jose Miquessone alirejeshwa Simba akiwa na uzito wa kilo 77 lakini hadi sasa jamaa amekata kilo 4 na kubaki na idadi ya kilo 73 ambazo zimemrudisha kwenye wepesi, na juzi akifunga bao lake kwenye mechi ya kirafiki ya kujipima nguvu dhidi ya Kipanga. Winga huyo ndiye aliyetungua Al Ahly mara ya mwisho ilipovaana na Simba kwa mkapa kwenye mechi ya makundi ya ligi ya mabingwa msimu wa 2020, 2021 kabla ya timu hiyo kumnunua mwishoni mwa msimu huo na kuitumikia kabla ya hivi karibuni kuvunja mkataba na kurudi Msimbazi kuliamsha upya kocha wa timu ya Simba Sports Club. Alipokuwa akizungumza juu ya swala hilo, alisema kuwa jambo zuri, kuna wachezaji wetu wengine wameanza kuimarika. Angalia mchezaji Luis Jose Miquessone, ni mchezaji mkubwa ambaye anajua kuamua mechi kubwa kama hizi sasa, amepungua uzito, anarudi kwa kasi kwenye kiwango chake. Henock Ingonga amerejea pia na tunasubiri kusikia taarifa njema kuhusu golkipa Aish Manula, alifunguka kocha huyo wa timu ya Simba Sport Club. Timu ya Simba Sport Club imecheza mchezo wa pili wa kirafiki Jumanne kwenye uwanja wa Mo Simba Arena uliopo Bunju B, ikiwa ni hitaji la benchi la ufundi la timu hiyo likitaka kuwaweka tayari wachezaji kiushindani kabla ya kuifuata Dynamos kwa mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika itakayopigwa Septemba 16 ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe.